Na mi, na mimi, nitashinda na mimi watoto wangu watakwenda shule, na mimi nitaishi maisha bora, kazini kwangu nami kutastawi. hey, wazazi mpucha, wangu watajivunia, hey. Mimi mimi ni mshindi. tumewachagua vijana waliothibitisha mabadiliko <laughs> Jino Kali ambaye ni mwalimu wa wengi ah, na Kivuli ambaye amethibitisha kuwa ni mtu anayeweza kubadilika. Sasa kati ya hao tunahitaji kiongozi mmoja eh. Eh, mimi nipo tayari kutoa nafasi kwa Kivuli endapo kama yupo tayari kuongoza kwa hekima eh, kwa hiyo huna hofu ya kupoteza hapana? Kivuli, siku zote kiongozi wa kweli haongozi kwa hofu ya kupoteza, bali huongoza kwa matumaini ya kuwainua wengine. Hatimaye kofia ya uongozi wa kweli imeonekana. Mtu mwenye moyo wa kuachia ndiye anayestahili kushika. Ah, ndugu zanguni, kama mkinichagua mimi, nitaomba Jino Kali awe mshauri wangu ah, siwezi kutembea peke yangu. <coughs> Na kama mtamchagua yeye, nitabaki kuwa mfuasi mwaminifu kwake. Kivuli, tumefika mbali sana mimi na wewe, lakini tunapopita tunapaswa kuwaacha wengine wakiwa bora zaidi kuliko tulivyowakuta. Unajua nini Jino Kali? Nilikuwa nafikiria kwamba maisha ni ushindani, lakini sasa najua ni safari ya pamoja. Nimetoka gizani na sasa nimekuwa mwanga kwa wengine. Asante sana Jino Kali. Hii ndiyo kofia ya mwisho ya maisha, kofia ya kutambua kila mtu ni sehemu ya mabadiliko. Mabadiliko hayaji kwa mtu mmoja, bali kwa wote. Ndugu zanguni, kama tulivyokuwa tukiwaambia siku zote, kila kofia kwenye maisha ina umuhimu wake. Hatuwezi kufika bila kuvaa kofia ya kusikiliza, msamaha, kujitambua na hata kukubali kushindwa, lakini jambo muhimu zaidi ni kujua kuwa tulikuwa tukiendelea, kila hatua tukijua kuwa mafanikio hayawezi kupatikana kwa mtu mmoja tu. Haya ni yetu sote. Huu ni mwanzo mpya na mzuri sana <laughs> na kila mmoja wenu ana mchango mkubwa sana katika mabadiliko haya. Kofia ya maisha ni ya kila mmoja wetu, na tunasherekea leo kwa maana ya pamoja. Vizuri sana vijana wangu. Ah, asante sana Mzee Fikra. nadhani mimi pamoja na ndugu yangu Kivuli tunavua kofia zetu za uongozi sasa, na tunavaa kofia mpya ambazo ni kofia za shukrani kwa mtaa wetu, kwa maisha, na kwa mabadiliko tunayoshirikiana sasa <mimu>